Naam, hamjambo nyote. Mwalimu wenu hapa Bwana Mburu, nawakaribisheni katika kipindi chetu cha leo. Hii ni gredi ya saba Kiswahili mtandaoni, na leo, bila kupoteza wakati, naomba tuweze kuwa makini tukiweza kufuatilia kipindi chetu cha leo. Naomba kwa heshima tu tuweze kuangalia. Mada kuu yetu ni kuhusu sarufi na mada ndogo ikiwa nyakati. Aa, vile ambavyo tunaelewa kwamba katika Kiswahili kuna nyakati tofauti tofauti: kuna wakati uliopo, kuna wakati uliopita kuna wakati ujao. Uh, pia kuna hali unafahamu, pia kuna hali timilifu, kuna hali ya mazoea na pia kuna wakati usiobainika ama wakati usiodhihirika, lakini katika kipindi chetu cha leo, tunaangalia tu nyakati tatu pekee ambazo ndizo zinazofahamika katika lugha yetu ya Kiswahili: wakati uliopo, wakati uliopita na wakati ujao. Na kabla ya kuangalia ama kuangazia nyakati hizi, ningependa tuweze kufahamu aa, neno nyakati ama katika umoja wakati kumaanisha nini. Utasema kwamba ni kipindi au muda ambapo jambo fulani hutokea ni kipindi au muda ambapo jambo fulani hutokea. Lugha zote hugawa nyakati kwa njia mbalimbali, na katika Kiswahili kuna nyakati zifuatazo. Vile ambavyo nimeweza kuzungumzia katika uh, hapo awali ama katika dakika za mwanzo mwanzo, nikasema kwamba kuna wakati uliopo, kuna wakati Uh, uliopita na pia kuna wakati ujao. Naomba tu tuweze kuangalia uh, wakati uliopo na ukiangalia utafahamu kwamba nimeweza kufungia uh, kiwakilishi fulani pale. na utasema kwamba ni wakati unaosemwa sasa ni wakati unaosemwa sasa na hurejelewa kwa kutumia kiwakilishi na kwa hivyo mambo yote ambayo yanatendeka ama vitendo vyote ambavyo vinatendeka wakati wa sasa, mambo yote ambayo yanatendeka sasa hivi, uh, huwa tunawakilisha na kiambishi na tunatumia kiambishi na, na pia huonyesha kwamba kitendo kinafanyika wakati huo, huonyesha kwamba kitendo kinafanyika wakati huo uh, Mifano ukiangalia pale utaona kwamba kuna picha fulani, aa, ya ajuza. Unafahamu kwamba, ama unaweza kuangalia kwamba ajuza huyu aa, tunaona kwamba anafanya kazi fulani. Kwa hivyo, labda ni kikueleza kwamba utaona kwamba mama mama analima shambani, mama analima shambani. Unaona kiwakilishi chetu pale na mhm kufahamisha kwamba kitendo chenyewe kinatendeka sasa hivi. Mama analima shambani. Kwa hivyo ukiwa na kitendo ama ukitaka kuonyesha kwamba kitendo kinatendeka sasa hivi, basi utatumia kile kiwakilishi na, mama analima shambani. He, mwalimu anafunza mwalimu anafunza wanafunzi mwalimu anafunza wanafunzi. Mm, wanafunzi wanaandika, wanafunzi wanaandika. Kuna mfano mwingine pale utaona. Aha, kuna babu, kuna babu, utaona babu ameshika gazeti kwa namna moja au nyingine, hii ni wazi kwamba anasoma gazeti. Kwa hivyo unasema nini? Baba anasoma gazeti, baba anasoma gazeti, baba anasoma gazeti. Kwa hivyo ni wazi kwamba wakati uliopo uh, huwa tunatumia kiambishi na huwa tunatumia kiambishi na kuonyesha kwamba kitendo kinatendeka sasa hivi, kitendo kinatendeka sasa hivi. Na kuna mifano zaidi, kuna mifano zaidi tayari. Sasa nimeshataja mifano mingi tu. Utasema mchuuzi, mchuuzi anauza sanamu mchuuzi anauza sanamu. Mwanariadha anaruka kamba. Mwanariadha anaruka kamba. Chiriku anajenga kiota. Chiriku anajenga kiota. Chiriku ni ndege, kwa hivyo unasema chiriku anajenga kiota. Mhandisi yule, engineer mhandisi anakagua mradi mhandisi anakagua mradi. Ukiangalia vizuri, utaona ni kuna hapa kuna na nimeweka na pia hapa nimetumia na hapa pia nimetumia. Mfano wa mwisho utasema mhunzi, mhunzi anatengeneza madini, mhunzi anatengeneza madini. Kwa hivyo uh, ewe msikilizaji wangu, ewe mtazamaji wangu uh, ni bayana ama ni wazi kwamba tayari sasa umeshaelewa wakati uliopo huwa tunatumia kiwakilishi kipi, ama huwakilishwa na kiambishi kipi? Huwa tunatumia na huwa tunatumia nini, na tukiingia katika uh,